Yes, okay guys, mambo vipi? habari zenu kwa jina yetu Adayonga ni producer. So today nimekuja na tutorial nyingine, nataka tuelekezane jinsi ya kufanya mziki wa reggae. Yes, kama mnavyoona hapa mbele yetu kuna FL Studio ambayo tempo yake ni hapa mia moja thelathini. Yes, sasa mimi ma tufanye ule mziki wa reggae wenye vibe ule ambayo tempo yake kidogo itakuwa iko juu au naweza nikasema inaweza ikawa inakimbia zaidi. Ya kuzingatia, lazima uwe na merod zeni, ndio ikapo mwongozo wa kupiga hiyo codes yako yes. Mi labda nataka niweke hata mia moja ishirini na sita yes. Yes, hatua ya pili unaangalia huku kwenye snap to grid, haitakiwi kae kwenye line, inabidi ikae kwenye moja ya nne. Baada ya hapo, hatua inayofuata inabidi utafute plug ambayo inaweza kukuwezesha wewe kupiga hiyo code yako, labda mi nafungua expand. Yes, unaangalia kitu gani ambacho unaweza ukaweka kuwezesha wewe kufanya hiyo code yako kwenye FL Studio yeah. Yeah, mimi nachukua hiyo Nature Grand Piano baada ya hapo unafungua kwenye piano roll yeah, Yani ukiona hii piano roll lazima tu utakutana ile feeling ambayo wewe uko na hitaji, endapo ukiwa na click kwa utaratibu hizi button yeah, ta hapa lazima itapanda juu sii ya mwisho na rudi kama hii hapa ya pili kutoka mwanzo. Kwa hiyo baada ya hapo, unaijazia codes ambayo tunaanza kuhesabu hii, ambapo itakuwa moja mpaka tano ten ten ten, ambapo unahesabu 1 2 3 4 5, unaweka hapa 1 2 3 4 Yes, yani, ukiona code yako imeanzia kwenye tano ujue mwishoni inamalizia na nne, yaani hizi layer hizi moja mbili tatu nne tano, ikishafika kwenye tano ujue inamalizia tena, inamalizia mpaka nne, moja mbili tatu nne. Yes, kwa hiyo hapa unaminya control na kwenye mausi yako upande wa kushoto zeni una kopi. No, kuna minya shift tena na kwenye mausi hapo upande wa kushoto unaivuta hii. Yes, unakuja tena huko unajazia hivyo hivyo. Baada ya hapo ya kumaliza, unaangalia kitu gani tena chingine kuingizia kwenye biti yako? okay. so, lazima huo umehisi kitu ndio unakiweka, usikisie yani. baada ya hapo unaeza ukafungua tena expandi kwa sababu ya mahitaji yangu mi binafsi, ila kwa mziki wa rege ukitumia expandi ndio unaweza kupata vile vitu original vya mziki wa reggae. Okay, na kuja kwenye hogan ya, naangalia tena sampu na gani ambayo naweza nikaitumia ikanifaa kwenye yangu. Ya yas, labda nachukua hiyo gzeni na copy hapa, afu na paste hapa, kutokana na mahitaji yangu ya kile kitu ambacho nilikuwa na kukifanya tena, minya control a hey, afu na ilia target kwenye sehemu ambayo nataka hapa okay, na ikopi tena hii. Lift kwenye mouse wako upande yes, wa kushoto unaganamiza afuna tunavuta. Yes, baada ya hapo unaweza uka ileta huko kwenye uwanja wako wa kupangia biti afu kwa click kwenye song Baada ya hapo unaweza kuangalia kitu gani tena uweke kwenye beat yako, labda mimi nilikuwa nataka ni clear kabisa kiki kwanza ili inipe mwongozo ulio sahihi. Yes, naweza nikachukua hii hati hapa, baada ya hapo yes, na create kiki zangu. Maana nimesema nataka nipige zile kiki plan hivi lege ya vibe. Yes, pattern number 2, kiki yangu hapa. Yes. Hapo yes, unaweza ukaweka hata hats. Unaangalia hats zako zilizo kwa namna gani? Askimalizi unaweza kufunga ndani ya piano roll hapa ukaziongezea vaibu hapa. Yes, baada ya hapo ukishamaliza unaangalia kitu gani tena kingine uweke kwenye biti yako. Yes. Na ukipata vibe zaidi kadi biti inavyoenda unaweza yes, unaeza ukaiboresha codes yako kwa kushusha hata hizi hapa za juu hizi. Unaweza uekundu hapo, una minya controller kimshale cha chini na hii tena hivo hivo. Yes. Unaangalia sound yake itakueje na hizi hapa tena za juu hivyo hivyo. Ya zeni unasikiliza. Baada ya hapo, unaisikiliza yes, una na ya chini ile, alafu yeah, ndio unaangalia kitu gani tena kingine uingizie kwenye biti yako ili endelea kuwa nzuri zaidi Hakikisha unakuwa kuna kitu umehisi ndio unapiga, labda ti mimi nikuwa napiga okay. Ka unakuja huku kwenye piano roll kama kawaida nikaichukua nika tena hii ya kwanza. Hii naonya shift zeni kwenye mouse yako, unagandamiza upande wa kushoto, alafu unaachia shift, unaibeba mpaka haposkoa yes. Hapa hii ya mbele unaichezesha kutokana na mahitaji yako ambayo unataka melodi yako iliye Angalia, kama saundi hujaipenda unaweza ukaibadilisha expand unaweza ka ukapiga kinanda kimoja ila ukawa na kijazia kwa chini yake. Hapa kwenye hizi ABC mpaka D kwa hapa, unaweza kuongezea tena, uongezee kitu gani ili endelee kwa na ladha zaidi hicho kinanda chako Alafu yes, unaweza ukaja kwenye master huku uka mute fruit limiter, maana hii fruit limiter siku zote na bana mziki, unaweza kaweka hii bloody overdrive. ukishamaliza yes, kupiga hicho kinanda chako na kibalance unaangalia tena jambo gani jingine uingizie kwenye biti yako, ili endelee kuwa zuri zaidi. Hakikisha unakuwa na melody kichwani, ndipo unaipiga ya, yes. yeah. Mimi hapa nilikuwa nataka tuongezea, labda tuweke string. Uh, naifungua tena expand. Yes, nataka kufanya mziki wako wa legi vizuri. Ukiwa na plug ya expand inakurahisishia mambo uh. yes. Tumechukua hiyo then nafungua hapa, au ukitaka urahisishe unaweza ukacopy code ya kwanza then uka paste hapa kwenye, kwenye string yako bare. Hapo unaiwekea wekundu alafu na yokea, wifundu, hapuna, delete hizi katikati alafu tunavuta hizi yes. Sasa mimi ni kuna nataka hii ije ipige maeneo haya andna ilevot baada ya hapo, unaangalia tena kitu gani chengine uingizie kwenye biti yako iliendelea kwa nzuri zaidi yeah. Yes. Labda mimi nilikuwa nataka nipige easy om yao naichukua hii, naitengenezea pateni no yake. Yes, naifunga ndani ya rule. Baada ya hapo ukishamaliza kitu chako chochote kukipiga kama, kama kinataka kujirudia labda upande wa pili, ili usihangaike sana kupoteza nguvu na muda, unaweza ukaja hapa kwenye hii, una ikliki hapa kwenye mstari huu mkubwa huu kabisa. Hapo kuna mistari midogo midogo na mistari ambayo inaonekanaga mikubwa, ambayo ndio inakuonesha kwamba hapa labda ndokodi yako imeishia kwa hapo. Na mimi control B ya kurefusha. Yeah. baada ya hapo unaangalia kitu gani kingine uingizie kwenye biti yako? <muchas> mi hapo ya labda nitaka niingizie base ambayo base nimeipata hapa kwenye expand, yaani biti asilimia kubwa natumia plug ya expand yes. Lazima huo umehisi kitu melody zendo unapiga <muchas> hapa kwa sababu hapa ndio kodi yetu ilipo anziaga zeni zizi za juu, ndio tukashusha chini hapa ya huku. Yes, na wenyewe na shusha chini. kupiga bezi lako unaangalia ni namna gani ambavyo unaweza ukalipata likasaundi vizuri zaidi. Unaweza ukaminya control na kimshale cha chini ukasikiza kwa saundi ya chini litakuwa lina vaibu gani? Yes, ukishamaliza kupiga bezi lako hapo, unaangalia tena kitu gani kingine uweke kwa ajili ya kulipendezesha biti lako. So guys, lakini tusisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kubofya kilama cha kengele ili uwe unapata kazi zangu kwa wakati ulio sahihi zaidi. So baada ya hapo unaweza ukawaza kitu ndio ukakipiga tena. Yeah, yeah labda mimi hapa nafungua plug nyingine ambayo tunawezesha kupiga hicho kitu labda fungua Purity, angalia kijani hapa, labda nachukua mute guitar Kwa vile napiga kwa staili hii, naenda nika copy then nika iweka hapa yeah. Nikaichukua tena hii nika iweka hapa. unaweza ukaipeleka kwenye master kwa ajili ya ku i-balance volume. Yes. Baada ya hapo tena unaweza ukaangalia vibe gani tena uweke, yaani ndio biti ziko hivyo. Na hapo unaweza ukapiga vinanda vingi na vingi na vingi. So ni wewe tu kuchagua biti yako iishie kwenye level gani. Yes, ya yes, baada hapo unaangalia plagi gani uweke ili uendelee kuipa vaibu biti yako. Labda mimi narudi kwenye expandi pale pale, palepale ni plagi ambayo mimi naipenda kupigia miziki ya rege gospel. Ukitumia expand, unaweza ukapata miziki mizuri na quality ile yenyewe ya rege au ya ya gospel. Yes. Bwana nakuja hapa kwenye, nachukua brass. <tipos> Okay. a zipige kwa nguvu zisikike vizuri, unaweza ka ziwekea wekundu hizi. Then uka angalia kodi ilipo anzia pale okay, na ishusha hapa. kufikia hapa ndio unaweza kuanza kupanga biti lako yes. labda hizi hapa nashusha chini hapa zeni, hii ndio sehemu yetu ya vinanda vyote ambavyo tumepiga bila kila kinanda kukaa kwenye pattern yake. So cha kufanya hapo, ili kila kinanda kaa kwenye pattern yake, unakuja hapa kwenye yes. una click hapo. Zeni, una, una, una sprint by channel ya yes. zinakuja kwenye mfumo kama huo hapa wote. Alafu baada hapo unatoa hii hapa. Yes. Alafu na kliki zile vile vinanda ambavyo havipo hapa, maana hizi kiki na snare zote zipo hapa kwa yes. Kwa so, hapa unaminya control na mouse yako hapa, unazibeba una mpaka hapa unaweza ukatafuta labda hata zile rolling za reggae, au ukapiga, au ukatafuta zile loops zake, unaweza unaeza ukaibeba ukaleta.

Yes guys, kufikia hapa nadhani ni mwisho wa tutorial yetu, na kama ulianza mwanzo mpaka hapa tulipofikia, nadhani kuna kitu utakuwa umegain na utakuwa umejifunza jinsi gani unaweza kufanya beat ya reggae. So guys usisahau tu kusubscribe ku like, ku comment, kubofya kilama cha kengele kama kawaida yeah, ili wewe unapata kazi zangu kwa wakati ulio sahihi. Yes guys, hapa nadhani ni mwisho tu. Enjoy music.